Mchana zikuwa ya masaa saa saba, mhm mm, ndio nikula nikunywa dawa yeah. So u, kuna swali umeniuliza venye, mhm mm, nilijipata kwa kwa street mhm mm, the kuna huyu jamaa alikuwa anaitwa Genge mhm mm mm. So huko mkifika huko, mnakuangaa big team lakini huwa mnagawanywa na group stages, unaona mm -hmm group stages, mnapewa group fulani, watu hati mkubwa wenu anakuwa huyo. Group ingine watu hati mkubwa wenu, hivyo hivyo. Ile group yenye niliwekwa niliwekwa group ya Genge na the same pia champion aliwekwa hiyo, kwanza kwanza, kwa hiyo mm -hmm. kwa hiyo group pamoja na baba kafu. Sasa eh, baba kafu, yeye alitujoin later alitupata mm -hmm, tukiwa kwa genge mm -hmm. So mimi nilipatiwa genge kama mkubwa wangu, pia chambe genge akanifanya kama pa wake, unaona, personal assistant mm, tukasikizana nikakuwa pia wake yani right man, right man wake, hapa kwa hapa niko naye hapa kwa hapa But, kuna yule mkubwa wa overall groups unaona, hizo ni group na kuna ninakwambia zile tulikuwa groups zinakwanga sita, lakini sasa mkubwa wa hizo group ni mo, ni moja kwa hizo group zote, kuna mkubwa tu moja anaitwa bravo huyo. mm -hmm. ni yeye mkubwa hizo group zote yani ni yeye ni yeye mkubwa, ni yeye ni yeye mkubwa, yani yeye ndo anajulikana ni mkubwa. Ni ngumu sana kumwona, i just saw him once na hiyo time nilimuona hata sikumuona ki usura mimi siwezi patana na Bravo, nikwambia mie huyo. Nilimuona akiwa na mask, akiwa amevaa, na nilimuona akiwa mbali ndio, na nikwambia ndio yule bra, yani anaitango invisible man, unseen man, mhm, unseen. Huyo huyo kuna wanasema, inasemekanga ukimuona mambo ni mawili, it's either you, you join him or you die. Kama wewe si wa si wa group, unaona? kama si si wa timu yake, eh. Na unakufa hapo hapo. Utauliwa ama utakufa? Unakufa, unaweza kufa. kufa hata hata tu umekufa. Unaweza kufa hata design wewe uelewi, So ni kama mungu wao sasa. Eh, anaweza anaweza hata kosa kukupiga risasi but wewe well, ukimuona tu by the way, akikuja zile siku alikuwa anakuja, ukisikia tu nani anakuja nini, wote mnainama, mnaangalisha kichwa chi hivi, unaona for example, anakuja na lazima ukae hivi, yani unasikia tu footsteps, kama waislamu eh, unaona, footsteps unasikia footsteps, akipita karibu na nini na nini, akipita tu hivyo. So uwezi muona, na ukifanya mistake ya kumwona una dead. So mimi nilikuwa chini ya chorea genge tukafanya kazi tukafanya kazi tukafanya kazi, but mimi siwezi kudanganya wewe, ndio ulifanya, wewe ndio ulifanya huyo jamaa afuto kazi, siwezi kudanganya mimi kiaje, ju task yenye alipewa task yenye alikuwa amepewa, and mimi sitakudanganya, if I did risk kukukwambia kuku hii lakini I have to tell you ju mimi sio wapi, sasa hivi mahali imefika yenye nimejionea mimi si sioni big deal, unaona mm, pale nimefika nimepitia, sioni big deal. Wewe ndio ulifanya afute kazi, na chenye ilifanya afute kazi ni alikuwa amepatiwa kuna ile ma, time yenye alikuwa amepatiwa kumaliza, unaona. Boss wako akikuwa assign task for example, kwambie uko boss akikwambia nataka mtu fulani, nimekupatia two months ukuwa umefanya this this this and this akikus assign task kukosha kukwaza kukamilisha, zinakuanga tu nafutwa. yeye ile ye, technique yenye alitumia kukukujia haikuwa nzuri, juu alikuja na mdomo mii na bosa pendi hivyo, alifutwa. Sasa na Bravo eh ye, yeye alifutwa na Bravo mhm, yeye alifutwa na, na Bravo mwenyewe Bravo ni alimsimamisha kazi, akasema yeye ye, alikuwa assign mtu mwingine kazi yako baadaka sema yeye mwenyewe ni atakojifanya kazi ya si rahisi, mi sitakudanganya, si rahisi, sitakudanganya. Akasema yeye mwenyewe ndiye atakujifanyia kujifanyia kazi yako. Yeye ndiye ataka sasa deal na wewe mwenyewe, na kama you are taking these things serious, nafaa mm -hmm, ujiadhari sana mm -hmm. Jumani, unasikia boss anasema atajifanyia kazi mwenyewe, minajua najua si rahisi Bravo na huyu Bravo, wakati alifuta chorea kazi, ulijipataji sasa kitegera? ah, ah, sasa alipofuta chorea kazi, unajua mi nilikuwa pia wa chorea mm -hmm. chorea venye alifanya unajua, mpaka kwa, kwa Biblia ukisoma, kuna, kuna mtu alikuwa naitwa Lucifer alikuwa kule, kule, kule binguni alipojaribu kubishana na, na mamlaka si obvious, alitupwa nje, si ndio? Na alikuwa amejaribu kujibebea akuota, sijui kama alikuwa amebeba a third of angels unaona, the same way hivyo ndio alifanya. Alitaka akitoka huko aende atengeneze ngenia, so alitubeba vijana wanne, unaona. Nani na nani alitubeba? No, mimi jamaa alikuwa anaitwa Mato Kim na Saimo, unaona Bravo ye Bravo ye alituita tu aliitana tu vizuri akatuliza. mm -hmm. Muko, ye, by the way Bravo, acha tu nikwambie huyo jamaa usipo mkanyanga unaona, usipomkanyanga ni vibaya, ni, ni, ni sana. Mm -hmm. sana ni ngumu sana ni ngumu sana shidania na wewe. So akasema aka kama mwakwenda kuanzisha mambo yenu, just go mm -hmm. unaona mimi na akili yangu ikanipatia ikalingo akili hii ni chance mm -hmm juu Chorea ashasema tatengereza gengi yake, na unaona sikuwa naogopa. Unajua kuna mtu hata kama atakama nigaidiysu ukiwa kwake umwogopi, unaona so mi nifanya hesabu za haraka haraka, nikaona kuacha na bravo utakuwa tiki juu ni mnyama huyu mwingine ni mnyama fotokopi, fotokopi yani ni mtu mwenye anauza uoga lakini ndani yake hakuna kitu iko. So mimi nilikuwa nimejua hata nikitoka tu na Chorea hawezi nishinda akili mm -hmm. Itajua vene nitatoka hapo napotpote. So tukatoka tukatoka na tukatoka na chorea mm -hmm. na tukaenda tukaketi chini, akatwambia unajua, sasa bado tuko under influence of hizo pia, kuna e li mejibebea hizo madawa zake, unaona mm -hmm. tukaenda alikuwa amejibebea uh, kidogo tu tukazitumia, tuka tukazitumia zitumia zikaisha, unaona mm -hmm. Na acha tu nikwambie ukwe, alafu tulipokuwa tunatoka huko, unajua <makes> kuna kuna, siwezi kudanganya, kuna ship mtu wekwa na ukitoka huko either you die ship ama microchip eh. Hey, ndio inaita microchip, ship, ship. fulani wanaekanga hapa nyuma, kama ni wanawake haikangu wanawake, ndio tu haikangu wanaume ndio wanawekwa juu, pia kuna wanawake huko kwa, kuna wanawake. Na hiyo ni ya kazi gani? hiyo inakuanga ku ku control move zako unaona, ku control move zako. Hiyo kitu ukiwa nayo mpaka uende wapi? yes, haichukui sound lakini inachukua ni kama traka ya gari, unaona, traka ya gari. Sasa hiyo ukiwa gari yako hata ikichukuliwa utakuwa tunaangalia, utakua tunangaliana eh. Inaenda kuna tuna mahali kuna kuanga na control room wako na control room yao, mahali kuna screens mingi sana na kuna watu unajua, let me tell you something. Mimi nataka nataka nikwambie kitu yenye sijui, hii kitu nataka uichukue dimension nyingine, waache kuchukulia hii kitu kama rahisi. Hawa ni watu wamejipanga, watu wako na madaktari wao, professional doctors vivi, you know, na si madaktari hivi hivi. Unaona hii kitu weki ati na mtu hivi hivi, watu wako, watu wako na watu wakubwa. Sasa nitakwambiaje, yani hawa ya watu wako na wako na power, we have power Uh, mkiwa tu kaa una, unasikia una minister amekuja, government minister wanaongea one on one na yeye uh, akikuja hapo akikuja uh, kupatana kupatana, uh, one thing nikuambie kitu bravo, yeye ile kazi anafanya hajajipatia, amepewa, unaona, na amepewa, na achaguliwi na watu hivi hivi umechaguliwa na watu wakubwa wakubwa, hao ndo wamemweka hapo, so anapata support kutoka kwa, anapata bravo. Hata sahii akisema anahitaji, akisema, anahitaji chopa nifike mahali fulani, yeye anapewa. Do you know some of the ministers? Siwezi wataja na unawajua, siwajui wakikuja huko, wanakuja physically wakionekana ama inakuanga, wanavaa mask, wanavaa mask pia mm -hmm. Wanavaa mask, wamekuja ka wengi, karibu minister mpaka sita, mpaka governors, unaona mm -hmm. Some, you know, some things zenye mnasikianga huko nje, sijui mm -hmm. Someone, some more, some, someone, kitu ile someone A governor was shot dead and MP was shot dead mm -hmm. You know you have to be ulazima ula ukuwe na akili unaona, hakuna mtu mwenye anaweza kuja achukue bunduki apige tu MP mm -hmm. bure ama governor bure. Yes, ni vitu ni vitu ziko deep, na I think imefanya hiyo mambo imesaidia tu, mjua the Kenya we are living hii Kenya, si hii si taifa bro, naweza kwambia hivyo ni kubaya, na wewe uwezani, acha nikwambie. I'm not undermining you but through God maybe God ni mkubwa lakini omba sana. Omba sana. Omba sana. Juu sasa kama wewe sijui wewe sijui sasa ukipatikana, unaweza wewe unaweza kato kato pieces siwezi kudanganya. Wewe hata wewe hata sijui hakuna wewe hata uwezi uwezi sijui anaweza kupewa kokini. Nikutana nini? Ah uh, niliona mlienda mkachukua mabango. After mlimchukua mlimpeleka wapi? Yeah, uh, nakumbuka, na naweza taka kukuambia kitu ya kuchukua baba yako. Mimi ni mimi, I was the one shooting the video. Mimi siwezi kataa, siwezi anza kuruka, tidio tidio nisamehe, uone mimi sikuwa hapo. Yeye siku anaongea, ni mimi nikuwa na shoot, na tulikuwa mpaka na Champi, na mimi naweza mtetea, naweza mtetea Champi sana. Champi aliulizwa swali, na nakumbuka hiyo siku, nakumbuka hiyo siku sana sana sana sana, Champia alipewa option akaambiwa, either utupatie baba Dev, either utupatie mtoto wake, either utupatie bibi ya Dev ama utupatie mama ya Dev. Alipatiwa options ngapi? Mtoto, baba, mama ama bibi yako? Unaona? mhm mm-hmm. Champia, na akili yake, na mimi naweza sema akili yake ni kubwa Ye akafanya hesabu akaona, unajua boy child anakuanga ni mvumilivu, naona so, yeye akasema mzaidi anajua mali anakuanga juu. Sasa kutoka hapo, kama angesema hajui yeyote, alikuwa kufe. Siwezi kudanganya He was to die, alikuwa kufa mpaka jia yake, mpaka jia yake kufa, ilikuwa hiyo siku, nakumbukanga hiyo siku, kutoka kutoka asubuhi na hizo vitu zinapewangwa food saa tatu na nusu, hazikuwa zimekula. Unaona? Sasa wanafanyanga kitu kama hiyo ndio kukuopesha, yani unapeleka kwa keju unapata kitu tu inapanua tu hivi ndomo kaambiwa. Sasa hiyo time akiongea alikuwa anaongelea hapo kwa keju, kwa kwa mlango. Mm-hmm. Ongea nani utatupatia Jambia, kafikiria, kafikiria, kasema Baba Ofui, chi mimi maybe unaweza nibeba kwa ubaya. Mimi nili appreciate venye alisema hivyo, juu sasa ama aseme anita mambo, ingekuwa nzuri, na ikakuwa mm hivyo -hmm. Hey, na ikabidi mm -hmm. naika na ilibidi tumkuje mpaka mahali alikuwa mm -hmm. Unaona, juu mpaka before tukuje hapo, kuna mahali unajua, sijui wale ni information gani wanatumia anga ama ni jia gani wanatumia, walikuwa washajua mpaka wa miaka mingi, unaona mm -hmm. So before tufiki hapo, Chanke anajaribu kuwapeleka kwa garage zingine, anawambia ni hapa, anapigwa unaona, akisema ni hapa na yuko so last, ilibidi last, tuende mpaka mali alikuwa atumie hiyo technique na babako achukuliwe, lakini one thing nataka kukuashua ni eti mzai wako yuko safe. Unajua, venye, venye, unajua wao hawakuchukua timu mzai wako alikuwa anamtaka alikuwa mm -hmm. taka jitokeze unaona, yes. ujipeleke mm -hmm. na the more the more unakawia the more unakawia the more anazidi kukua na hasira na huyu mzee unaona mm -hmm. eh, juu kila siku hata hiyo wakati nilikuwa huko, kila siku ilikuwa wakienda tu anakwanga amefungua kwa cage fulani mm -hmm. eh, na yeye siwezi kudanganya ati anapangwa food daily mzee mm -hmm. uh -huh. wako upewa food ile ya kumweka uhai, si ile ya kushiba. Sili hati hati hati akule ashibe. Ni ile ye ya aweko tu hai, unaona. So mm -hmm. unapata, kuna siku mpaka inakaa three days baba kafue. Hiyo ndo sometimes, ukuna unapata sometimes hajificha na peke yake kakitu chini ya maji. Lakini pia akijulikana na maisha yake kwa inde indeja. Sa hii siwezi, siwezi jua venye hako mzai wako But hiyo time yani, kwa huko, by the way, alikuwa amepungua yani... mm -hmm. kwa hivyo na ukiangalia ugomvi wangu mimi na hawa watu, unaona kama ni nini ama kuligana vile ulikuwa unasikia wakisema, wakisma mm. nini uh, unajua tulikana tulikana huyo genge for sometimes, nikwambia alikuwa pia wa, nilikuwa pia, mm -hmm. uh -huh. ni pia wake na unakura pole pole, na mm pia wake na haku ananiacha mpaka kwa meetings mhm uh mm -huh. nilikuwa tunasikia venye unasema sema, ugomvi ulitokea siku ya kwanza yenye ulipata huyo jamaa kumulika tu, unaona tu venye uliwamulika, unajua watu kutoka hii kampani ianze mhm uh -huh kutoka yanze, hawajaianikwa. Unaona, hakuna mtu mwenye asha wai risk. kampuni yenyewe inaitwaje? yote yote injumra mm. Sasa ilikuwa ndio ilikuwa inaitwa genge group, lakini sasa hiyo jina nisikia sio hata kuibadilisha mtango genge group the main agenda kui mm. ya genge group ni gani? genge group Hmm. Sana za kwambia nimekwambia hii group imeformiwa specifically juu ya uasi, uona hmm, na kukava na ile mambo yenye serikali haiwezi fanya, yenyewe inatumia hawa hmm. watu, naona unajua, kuna vitu serikali haiwezi fanya hmm. Hmm. In short, mm -hmm. Hii ni shadow ya serikali una fighting, una fight na kivuli ya serikali yenyewe mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Okay, ona. Hmm. ama mtu mwenye tu alikuwa amejaribu kufight na hiyo na hiyo group. mm -hmm. And I guess I nilikuwa nasikia kulingana na nilikuwa nasikia speculation ikiwa huko mm -hmm. like, he is normal. sijui kama aliwawa ama alifichwa mm -hmm. ni, ni, sijui ni mkubwa fulani, alikuwa mkubwa wa madisi mm huyo -hmm. ni yetu alikuwa amejaribu kupenya kwa hiyo group. Hapana, si kufutwa kazi yeye, yeah, hapo amekuja hapo kujoin yeye, yeah, alikuwa umeniuliza ni, nimekwambia hakuna mtu ashawahi jaribu kumulika ama kujaribu kufight hiyo group yo, si ndio nimekwambia hivyo mm. ni mmoja tu isipokuwa, sasa wewe ni moja tu alikuwa amejaribu kufight hiyo ama ama kwenda against na hiyo group. Sasa hiyo ni history ama ime, ime happen ukiwa pale nikiwa hapo mm-hmm. hiyo ni kitu nilijionea nili, ni jamaa mpaka alikuwa ameanza kusumbua tukiwa huko, sijui jina yake, ni jamaa mweupe mkubwa wa DCI unaona, huyo ni yeye alikuwa ame ame, ame tengeneza a special group special unit ya kukava ya, ya, ya, ya, ya, ya kuona kama anaweza pigana na hii nini, ondoa hii jina. Jina unakumbuka? Siwezi, alikuwa ni jamaa mweupe Abraham Ibrahim. Huyo sahi sahi ayuko, I think ayuko. He's dead kama sikosei, huyo ni yetu. Alikuwa amejaribu ku, ku kujaribu kupenya huko ndani, alikuwa ameshika nani ndio sasa akufe, alikuwa ameshika, alikuwa ameshika, simekwambia sasa. Chore alikuwa mkubwa wa group yetu. uh -huh. na nimekwambia, kulikuwa na group ingine uh -huh. Sasa kuna ingine ilikuwa inaitwa the sixes. Unaona, sasa ka group stage kengine kama venye sisi tulikuwa na yetu, alikuwa ameshika mkubwa wa the sixes. na huyo alikuwa ame, ame, ameweza jua alikuwa ame, unajua kama sahi, for example, mngeweza kushika huyo jamaa mwenye hiyo wakati though. Sisi sahi sahi, hata mkimshika, hakuna kitu anaweza kusaidia. Mngeweza kumshika hiyo wakati, mpaka mfanyie nini, hakuna kitu angese. Lakini huyu Monsuri alipo, anaitwa Monsuri Ibrahim, nimemkumbuka, aliposhika huyu mkubwa wa the sixes, huyo mkubwa alienda, sijui venye alifanywa na Monsuru ama na hiyo group ya Monsuru, alimfinya mpaka aka aka akaongea, unaona so Monsuru akakuwa kuna vitu deep amejua za hii group mm -hmm. Unaona ikabidi aendewe, na aliendewa eh aliendewa saa mm hii -hmm. Sijui but kulingana na venye nisikia amekufa is dead, kama sikosei is dead mm -hmm. So dona kwambia hii group sicheze nayo. Na naweza na kuwa atakufa kulingana na hmm? So, <coughs> hii group kulingana na vile sasa uli ameweza kufutwa kazi, ilikujaje wewe kama Elvis ukatoka pale, tutoka na chorea ameanza hmm. ku, kuenda kuanzisha kwa, group yake alikuonyesha wazazi wake wake, mi hmm. najua mama chorea na mjua na mjua kuonyesha mama hmm. I know, I know, I know kwa video, niambie kama ni yeye huyu, ni yeye huyu, au sema mamake, au sema mama Chorea, au sema mama Chorea, angalia vizuri, mama atamjua. Kuna haja mpaka ya kumwangalia mara mbili, mama atamjua. Huyo ni nani? Mama yake namjua.